Hali ya taharuki imetanda eneo la Kilgoris baada ya afisa wa GSU kudaiwa kumgonga na kumuua mhudumu wa bodaboda. Hali hiyo imetatiza usafiri ambapo wananchi wenye hamaki walifunga barabara ya kutoka Kilgoris kuelekea Kisii. Uh, mtu anagonga mwenzetu alafu anarudi tena anampita juu. Ni kitendo cha unyama sana, hatujapenda. Imekuwa saa mbili na nusu, then tukampeleka hospitali tukakaa na yeye mpaka saa sita akapelekwa Rifaro Kisii. In the morning saa tisa tunapigiwa simu ati jamaa wetu ametuacha. Tunasikitika sana tunataka tu justice. Uh, ilikuwa ni gari ya jeshu ya Soit ilimgonga, na ikamgonga tena ikamrudia ikamconfirm kumkanyaga na akatoroka. gari ya makai ikipita asifukuzwi. Jamaa boda akishikwa hata amegusa gari ya mtu inakuwa police case. lakini gari ya serikali ikigonga mtu hapa kama lori ya Kilgoris sabo, police station iligonga mtu wa bike ikapoteshwa, ya jesu pia iligonga mtu ikamua. Tutanyamazia? hu ni mtu wa tatu, tutanyamazia tutajielewa lini? Kina bodaboda wa Kilgoris <coughs> wanasema siyo tukio la kwanza, na sasa wanataka afisa huyo aletwe mbele ya umma na kukamatwa. Electin Odera, K24 TV.